Nilikuja fungua macho yangu, nilikuwa nimelala katika kitanda ambacho sikupata taabu kung'amua kwamba ni ndani ya chumba cha hospitali pale. Nilitaka kujaribu kuvuta kumbukumbu, ila nilipokelewa na maumivu makali sana ya kichwa. Pembeni yangu alikuwepo mke wangu, ambaye alifurahi baada ya kuniona mumewe nimefungua macho. Baadaye kidogo daktari alikuja akasema nilipatwa tu na mshtuko hivyo, niliruhusiwa nilielekea nyumbani, ambapo nilimwelezea mke wangu kile nilichokutana nacho. Pia nilimwambia wazi kuwa ile kazi, basi, kwa mazingira yale, sitoifanya tena. Lakini mume wangu, tutakula nini? Watoto watavaa nini? Ada utalipa nini? Jitahidi kuvumilia, mume wangu, tazoea tu. Kila mara mke wangu alinipa moyo, ikanilazimu kumwelewa Kesho yake nikarejea ya kazini kama kawaida, ikiwa ni siku ya tano toka nianze. Mwenzangu wakati na nikabidhi lindo, kuna kitu alimwambia, Bwana Joseph, hii kazi si ngumu ukitoa hofu. Pindi ukiingia katika ile wodi ya maiti, unapaswa uichukulie kama umeingia wodi ya kawaida, wale maiti waone kama watu wa kawaida. Kingine mzee, mwenzangu, haya matukio uyaonayo si wewe tu unayoyaona, hata mimi pia, ila inapaswa ulipokee ikikawaida kuna makubwa tena ya kuogofya zaidi ya hayo, hasa usiku, ila ukizoea hayakupi tabu. Kingine ndugu yangu, nitakupa namba za huyu mganga, ni Mnaijeria anaitwa Ukafe, yupo Nakuru. Jumatatu si unaingia usiku? Basi itakupasa uende asubuhi, yeye atakupa dawa itakayokutoa hofu. Mbona hii kazi utaiona ya kawaida tu. Mlinzi mwenzangu akanipa hizo namba za huyo Okafe akaniaga. Punde akaingia mbunge fulani, sitomtaja jina. Alikuja na vitanda kadhaa vya maiti, maana maiti alikuwa akilazwa chini. Baada ya kuvigawa, wakati anaondoka, akahitaji kuongea na mimi chemba. Sikuamini wala sikujua kama ipo siku ningekuja kuongea, achia mbali kushikana mkono na mbunge yule alinipa pole kwa kazi ile niifanyayo, na mwisho akaomba namba zangu. Nilistuka, ila alinitoa hofu, akasema nisijali ni kawaida tu. Kuna jambo fulani atahitaji nimsaidie, na nikikubali litakuwa na malipo mazuri tu. Ni jambo gani hilo, ili ya kunieleza kwa wakati huo, ila aliondoka akiniachia kibunda ambacho kwa TZS ni sawa na elfu sitini na tano mwisho, akaondoka na msafara wake. Sisi nakumbuka wale wahudumu wanne wafanya usafi kule ndani, wa kike wawili, wa kiume wawili, Nesi Magdalena na mimi, tukashika tenda ya kuvifunga vile vitanda. Tulianza vya upande mmoja, maiti yote tukiweka upande mmoja. Tulipomaliza tukawalaza baadhi na kuhamia upande mwingine. Siku hiyo mpaka nakabidhisha lindo usiku, nilitoka na hela nyingi sana, ambayo ni zaidi ya laki mbili na elfu thelathini na tano yule mwenzangu alipokuja jioni nilimpa ile elfu thelathini na tano na ya fry. Pia nilimweleza lile niloambiwa na mbunge huyu. Itakuwa anataka alale na maiti, rafiki yangu, umetajirika ushindwe kujenga. Sasa nilishutuka kusikia vile, si kwamba sikuwa na wazo lile la hasha, ila kuhakikishiwa na mwenzangu nikajikuta nikiingiwa na wasiwasi, hofu kunitanda. Ila mwenzangu alinitoa hofu, akaniambia bahati huwa haiji mara mbili. Hivi nisipushi nikaisukumia pembeni. Basi mi niliondoka siku hiyo, japo nilikuwa na furaha. Nilimweleza mke wangu kuja kwa mbunge na tenda tuliyoipata ila swala la kuchukua namba za mbunge na kunambia kuna jambo atahitaji nimsaidie, kwangu nilifanya siri na hili jambo mpaka leo hii. Nashangaa sikuwa na mpaka sasa huwa simfichi kitu mke wangu ila, ila, nilijikuta siku ile nikilimezea. Pia, ushauri wa rafiki yangu kwenda kwa mganga, nilimweleza hili akaniunga mkono. Basi siku hiyo ikapita, hatimaye siku ya sita nikaingia kazini. Nakumbuka ilikuwa ni weekend Jumamosi. Sasa nikiwa nimekaa sehemu yangu pembeni kidogo ya mlango, ghafla nikasikia meno ndani. Safari hii si kutaka kuchungulia, masikio nikaweka nta minong'ono gafla bicheko vikasikika, yani ilikuwa ni kama watu wanaozungumza. Pia nikajikaza, gafla nikasikia kishindo hapo. Sasa ikanipasa nichungulie, nikamkuta maiti moja chini. Sasa najiuliza, hivi maiti si wa ana wai hawezi hata kujisogeza. Sasa yule kadondokaje? Nikaona hapa ningeenda kumwita daktari, nikija nitamkuta juu pale pale. Nikapiga namba Magdalena, alipopokea nikamwambia kuna maiti imeanguka. Maiti imeanguka imeangukaje? Nikamweleza pia akutaka kuniamini Nikamwambia aje aone pale pale. Akakata simu. Kitendo tu cha kukata, nilimshuhubia yule maiti akipanda juu mwenyewe. Yani si kwa kuinuka na kukaa, hapana, ilikuwa ni kama anavutwa na sumaku juu. Alipofika usawa wa kitanda, akasogea kidogo na kurudi juu kitandani. Kaka zuu wenzi, amini, nilipikicha macho nikihisi pengine kile nilichokiona ni ndoto. Hapana, ni kweli na wala haikuwa ndoto ile. Nilibaki nimeduaa mpaka nesi alipokuja kunizindua. Yupo wapi huyo maiti aliyedondoka? Kashapanda juu. Kapanda juu? Kapanda juu kivipi? Mbona sikuelewi mzee. Ikabidi sasa nimsumulie vile nilivyoyaona matokeo. Yake ni si yule alicheka. Mwombe mlinzi mwenzako akupeleke kwa mtaalamu Ukafe akutoe hofu. Nikaguna, kumbe naye anamjua Ukafe. Kweli sikuamini, nikazidi kuwa na hamu hiyo Jumatatu ifike niende huko Nakuru anapopatikana ukafe. Basi nesi yule akanambia nimfate, tukaenda mpaka katika kitanda alicholala yule maiti, akamfunua. alikuwa ni kijana kama wa miaka thelathini na kitu hivi, akamshika sikio, akasoma jina lake katika kitanda kile, akamwita Johnny, Johnny, Johnny. Ghafla yule maiti akafumbua macho.